Kwa wakati mataifa makubwa ulimwenguni yakijiandaa kuiwekea vikwazo zaidi nchi ya Rwanda kwa shutuma za kulisaidia kundi la M23 linalopigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia demokrasia ya Kongo, Rais Paul Kagame wa Rwanda amewatahadharisha wananchi wake kuwa tayari kukabiliana na hali mbaya kutokana na vikwazo hivyo. Rais Kagame, kwa mara nyingine tena, ameilaumu Belgiji kuchanganisha Rwanda na mataifa mengine, lakini akaahidi kuwa sasa yuko tayari kukabiliana na nchi ya Ulaya. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti zaidi. Rais Paul Kagame ameyasema hayo mjini Kigali katika ukumbi wa BK Arena ambapo zaidi ya watu elfu nane walihudhuria tukio hilo. Hotuba hiyo ilirushwa moja kwa moja katika vyombo vyote maarufu vya habari na katika mitandao ya kijamii nchini Rwanda. Rais Kagame amesema bila kigugumizi kwamba nchi ya Ubelgiji ambayo ni mkoloni wa zamani wa Rwanda na Kongo imekuwa mstari wa mbele kuyashawishi mataifa ya Ulaya kuiwekea vikwazo Rwanda, wakati nchi hiyo hiyo ya Ulaya ikiwa ndiyo kiini cha mzozo wa maziwa makuu tangu enzi za ukoloni. Wabelgiji wameua raia wa Rwanda kwa miaka mingi. Zaidi ya historia hii ya miaka 30 munayoijua, wametuua siku zote, kila mara wanakwenda na kurudi. Tumewaonya miaka mingi, na sasa tunakwenda kuwaonya tena Raza Hotuba hii ambayo ilionekana kufanua kiini cha mzozo wa mashariki mwa Kongo kwa wananchi imekuja wakati wimbi la vikwazo dhidi ya Rwanda kutoka mataifa makubwa likiendelea kulindima kutokana na shutuma kwamba Rwanda inalisaidia kundi la M23 ambayo linaendelea kuyateka maeneo makubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka majeshi ya serikali. Rais Kagame akizungumza kwa kuchanganya lugha za Kinyarwanda, Kingereza na Kiswahili amesema Ubelgiji ndiyo iko mstari wa mbele kuyahamasisha mataifa makubwa kuiwekea vikwazo Rwanda. Akasema Ubelgiji na nchi nyingine za Ulaya ndio zilipaswa kuwekewa vikwazo kutokana na kile yeye anasema ni nafasi yao kati ya kuliharibu eneo la mazao makuu. sanctions sanctions even the the ones responsible... Vikwazo baada ya vikwazo, hata wale ambao wanahusika na tatizo hili wao pia wanaomba vikwazo dhidi yetu. Ni ajabu. Kuna hata wakati mwingine unamuuliza mtu, kwa nini mnataka kutuwekea vikwazo? Na kwa ajabu anajibu kuwa hajui kwa nini, lakini kwamba anafanya hivyo kwa sababu tu Ubelgiji imeomba wafanye hivyo. Nchi za Ulaya, Marekani na jumuiya ya nchi saba zinazoenekia kiuchumi ulimwenguni maarufu kama G7 zote zimeshatangaza kuwa zinajiandaa kuiwekea vikwazo Rwanda. Lakini sasa miito na kauli hizo kutoka mataifa makubwa vinaonekana kumfanya rais Kagame kuandaa Wanyarwanda dhidi ya athari zinazowasubiri ikiwa mvua ya vikwazo itaanza kunyesha kikamilifu. Funga mkanda, mnajua, unafunga mkanda sio kufunga mkanda peke yake, ni kupigania uhaki wetu. Lazima tupiganie uhaki wetu, tuna haki, tuna haki ya kupigania. Je, kauli hii imepokelewaje na wananchi? Kwizera Ema ni mchambuzi wa siasa za Maziwa Makuu anayechambua kauli ya Rais Kagame wananchi wa Rwanda akisema kutokana na vikwazo ambao mataifa yanaendelea kama mataifa yanaendelea kukamata vikwazo dhidi ya Rwanda, eni kusema wanyarwanda wawe tayari kufunga mkanda. Kwa maoni yangu, ama kwa ngambo yangu, mimi naona kama alikuwa akiwaarifu wanyarwanda kuwa tayari kwa kila jambo, kwa kujishughulikia wenyewe bila kutegemea wengine. Rais Paul Kagame amelaani mataifa ya kigeni kufumbia macho serikali ya Kongo ambayo kwa kauli yake inaendelea kushirikiana na wanamgambo wa Kihutu wa FDLR ambao wanafanya mauaji mchana kweupe dhidi ya raia wa Kitutsi mashariki mwa Kongo, huku jamii ya kimataifa ikifumba macho kama ilivyofanya nchini Rwanda mwaka 94. Silvano Scaramella DW Kigali.